Mimi unajua naishi country. Hey. Hey. I live in countryside, not a big town. Unaishi Ushago? My friend. Nimekulia Ushago. Maisha yangu ilikuwa Ushago before niende Nairobi 2001.

Mimi naishi hapa countryside na community countryside is not meaning like uh, town ya iko karibu. Mina town ni 6 kilometers. Kwenda town ni 6 kilometers. Kwenda another town is ya wana. Weni is like kwenda town kwenye nataka kununua vitu. Duka iko karibu. Kuna hata ingine kwa hapa 4 minutes. Nitaka kununua kitu kwa emergency na kimbia pale, ne. Ni kuendesha tu gari na kwenda. Eh. Sasa ndio maana, lakini wacha niwaambie wa Afrika. Ivo kama umetamani kuja ng'ambo, it doesn't matter ni America ama Europe whatever ama Australia. Eve, fanya driving fanya driving fanya driving, fanya driving fanya driving fanya driving fanya driving in your country, uzindanganywa na watu na uhakikishe umefanya international driving license. Wacha nikurevushe, uhakikishe before umekuja ng'ambo umefanya driving na ufanye international driving licence hiyo utaenda pahali utakubaliwa na utalipa pesa, kama mutu ajasoma driving huko huko Afrika, utapandisha driving yako alafu itakusaidia, mm? itakusaidia one way or another, you thank me later. Usitoke Kenya kama uja. Ama Afrika. Usitoke Kenya ama Afrika kama ujasoma driving, soma driving, hakikisha umesoma juu ya country unaenda ngugu ile country naenda inakaaje? wanaongea lugha gani? ni kizungu ama ni kiswahili ama ni their own language, so uziende pale uko umekwama, hauna mbele wala nyuma mm? mimi nawaambia ukweli, mimi niko hapa nje na utajua uaka umanlkinmak uma unaona, hata kuna maji pale va krea So Denmark, it rains all the time. It can rain today, tomorrow it stop raining. Today it can be so sunny. Na kesho, hey, my friend, kunyesha hata ushangae kama kulikuwa na kajua. So mimi nasema, eh, hey, hata kajua leo before kesho, yibandike weza. Unajua kuna bandikanga weza. Like Denmark weza experience anything. Hata snow inazosame, inakuja three days. Snow mpaka unashinda kutembea. And then after three days Ina disappear like it has never snowed lakini jua mvua nayo, hey, mvua itanyesha. Lakini wazi na kujenga tofauti kila wakati. Anyway, wewe ukienda pahali jua unachoenda, na wacha kwenda kulinga kuambia mzee wako, hayo yamekuleta tu, utaki kuishi ushago, my friend. Uko kwenu nyumbani si ushago? Hmm? Kwenu umekulia, hata kama umekuwa Nairobi, kwenu ushago ukienda kwenu ushago si mnalima na, mna hata mja honestly, wengi wetu hatuna jiko ya kazi. Tuna kuna, kuna, right to... it's, it's, kuna kabarindi na kuna kajoto lakini, acha niwaambie, utasema Christina alisema Life totally si ni. But uta niona mimi Christine nimeanza kuongea na mapua ati nimeanza kulingia watu. Mimi hata kama ni rafiki yangu wa kitambu wa niongereshe, utakuja kuona ati nimeongea tofauti, ati mi niongea Ee, vitu zingine ule ule miaka, miaka mmika e aka hapo. Unaingia mpaka, unaingia mpaka mka kwa ulevi anga k ungekuja Amerika ama Europe ama Australia kuwa umejipanga wacha kwenda bahari ukifikire unaenda paradise, akuna, akuna struggle struggle, na wengi wameamkia, wame kulewa si pombe. Pombe, kuna kuna taste ya pombe ah, nakunywa nini? Wacha ikae, sababu hata ina radha <laughs> mi sionangi pombe ikiwa naratha, so ni stop ukunywa Iniwe anyway, ukiona mtu anakuja Uropa unapata pombe rahisi, ukienda kwa nduka ya pombe inauzwa everywhere everywhere, hmm? si kama Kenya utaona pombe tu inauzwa kwa nini <laughs> inauzwa kwa <coughs> pombe inauzwa tu only in the bar huku hmm? pombe inauzwa kwa nduka ya, ya kununua chakula unakuta praresproni imewekwa pombe sasa, naona waafrika wengi wangi wamekuwa walevi. Kwa sababu wana kununua pombe hii ni rahisi lakini ukienda kwa hii pesa ni mingi sana lakini huku hiyo pesa kununua pombe ni vei rahisi. So ndio watu wengi wanakunywa, wanakunywa, wanakunywa mpaka wanakuwa akohori. Na ukikuwa akohori, kujua kuacha pombe ni shida. So my friend, mm, think when you nataka life, do it, mm. You want to survive here come prepared.

It don't leave me in peace. Na saizi ni saa nane. Saa nane lakini Please, subscribe. I have a lot of videos. Hata kama unaona uelewe kizungu just say, Christina, talk in Swahili. Can you explain this in Swahili? Any una unaesa tuambia ina kiswahili. Mimi nitaongeza kiswahili kinina, lakini sasa baridi inanifukuza hapa nje, sababu unasikia mimi naongea na kupotea sauti, lakini nasikia kabaridi kamekuja tena. Saa wacha niende ndani, lakini nawaambia nyinyi mkitaka kuja ngambo, kuja prepared. Mimi na live in countryside. Unazaona hiyo ile rek pale, natumati na huko kuna ng'ombe, yaani <laughs> saraudi kuna ng'ombe na kuna shamba eh?

Na enjoy life. Well, karibu na Mwafrika ndio utajua uji. <laughs> Utakija kuniambia. Mwafrika ni wale wale wa Pante Kangi. Anyway, that is, that is a message for another day. For now, if you watch this to this far, you are blessed. You have learned something. And if you want more, say more. Mm-hmm. And life moves on. Don't forget to subscribe. Look, like and comment in